Watu wengine waliomtumikia katika Biblia na matokeo yake yalikuwa ni nini? Kutoka sura ya kumi na moja fungu la ishirini na sita Biblia inasema Kutoka kumi fungu la ishirini na sita unaweza kutusomea? 10, 26. Neno la Bwana linasema makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi ndio, hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, ndio. Kwa maana inapasa kutwaa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu. Asante sana. Waebrania walikuwa wafugaji wa mifugo na pia walikuwa wakulima wa ardhi. Wakati wanatoka katika nchi ya Misri, Biblia inasema hawakuruhusu unyayo wa kwato ya ng'ombe kubakia katika nchi ya Misri. Walienda na ng'ombe zao kumtumikia Mungu. Walienda na kondoo kumtumikia Mungu. Walienda na njiwa kumtumikia Mungu. Walienda na kuku kumtumikia Mungu. Shuhuda kwa Kanisa, kitabu cha kwanza moja T. ukurasa wa mia moja na sabini na sita mpaka, mpaka mwisho ile sura inasema, the rich young ruler, kijana kijana tajiri mtawala. Inaeleza mambo ya ajabu, na kesho nitaizungumzia tena. Anasema ya kwamba wakati nabii alionyeshwa, nilionyeshwa wakati utakapofika. Niliona wachungaji, niliona wazee wa kanisa, niliona washiriki wa kanisa, walikuwa wamekusanya fedha nyingi sana kupeleka makanisani ili watoe, kuendesha kazi ya Mungu. Nabii anasema kama kijana yule tajiri alivyoambiwa kutoa kwa ajili ya maskini, akaenda amekunja uso amekunja mana, maana alikuwa na mali nyingi. Biblia inasema wakati utakapofika, niliona matajiri waliokuwa na fedha na watu waliokuwa na mali nyingi katika maisha yao, walitaka kwenda kuzitoa kuendesha kazi ya Mungu. Wachungaji wakawaambia na wazee wakawaambia, nendeni na fedha zenu, nendeni na fedha zenu, hazihitajiki tena. Mmepoteza muda, mmepoteza muda. Roho nyingi zimefia dhambini na ninyi mlikuwa mnashughulika na fedha zenu. Tanzania ina madini themanini na mbili makubwa. Tanzania na ameshachimbwa tisa na bado hajachimbwa kikamilifu. Inchi hii hata mimba iliyotumbwa siku moja inaweza kulipwa we kulikwa mshahara, we are rich in minerals. Nisiendelee mbele zaidi, maana mi ni mhubiri, sio mwanasiasa. Sasa sisi ambao ni Waadventista wa Sabato, tumeitwa kutoa fedha zetu kabla giza lijaingia, na kupeleka nuru kwa watu waliotuzunguka. Jihusishe, hacha kufanya, hacha kuwa kichwa ngumu. Na nabii anasema, na kesho nitawaeleza. Nabii anasema wale wote wanaoshindwa kurudisha zaka na sadaka kwa uaminifu mbele za Bwana wasitegemee kwenda mbingu yoyote katika kile kitabu cha, cha The Story of Redemption, na anasema niliona ya kwamba wakati utakapofika Bwana atawapeperusha kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato wakati majaribu yatakaporuhusiwa. Niliona, nabii anasema, niliona kanisa lilisukwasukwa, lilisukwasukwa, lilisukwasukwa, lilisukwasukwa. Anasema zaidi watapepezwa nje, hawakuwa na mizizi, waling'ang'ania ya dunia. Kadiri tunapopata nafasi, tunapaswa kumtumikia Bwana. Joshua anasema katika Yoshua ishirini na nne fungu la 15 kumi na tano, mimi na nyumba yangu lakini nini, chagueni leo nani mtakaye mtumikia, kama miungu ile ya Waamoni, ile miungu ya storeti, ile miungu ya bahari? Chaguweni, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Hata viera ulivyo navyo ni vidogo, ni kuera kudogo sana, kuera kudogo hata kutochi kununua dagaa, lakini ninyi angoto nakukumia hata Mungu ananiona. Kwani unafikiria kuona, si mimi alikuumba? niangoto na rugumu waombe hela baba <tiségnenie> msiba. Wakati unataka kuishi, unafikiria unafuta dawa ya bure. Mzee mmoja alilazwa hospitali Alafu akatibiwa siku saba. Siku saba zilipoisha, wakamwambia mzee, chaji yako. Akaangalia chaji, ilikuwa hela ngapi? dola mia, akauliza. Ah, mzee alipoona dola mia, dola mia ni kwa dola mia au dola elfu moja? mzee akalia oh! kwa sababu una hela ulipiwe? au nalia kwa sababu gani? anasema na nalia. Akasema nalia kwa sababu sina nidhamu, sina nidhamu mbele za Mungu, nalia juu ya ujinga wangu. Nimefuta hewa nyingi, na miaka themanini na saba nimefuta hewa muda mrefu, sijalipishwa hata sumuni kwa Mungu. Leo juma moja ninatozwa dola za Kimarekani laki sijui elfu moja. Hey, hey, umefuta hewa kiasi gani? Ukuna lenye mgoto leo natuma kupeleka nuru kwa waliokizana. Unajua hata wewe usingesaidiwa kuwa hapa ulipo, ungekuwa umekufa na ukimwi. Kila mtu anapenda wanawake, kila mtu anapenda wanaume, ni maumbile hayo lakini Mungu anakupa nguvu ya kujizulia nianguko na ugumya guke. Saidia wasaidia na wengine walio gizani. Tuache usanii.